Wacha kwanza niseme kwa mheshimiwa Lissu ya kwamba usije ukajihisi kana kwamba marafiki zako wamekuacha, e, marafiki wako wote unawajua na tunazungumza kila siku e, kuhakikisha kwamba kuna njia ambazo tunaweza kupata za kusimama na wewe hata kama ni kwa maneno tu e, iwapo vitendo vyetu vitabanwa tutasimama na wewe. Kwa sababu tunajua kwamba madai haya e, kiini chake ama chanzo chake ni kuhakikisha kwamba wanakandamiza haki yako ya kidemokrasia ya kuweza uh, kugombea kiti cha urais kule Tanzania. Na mimi nakuhakikishia tunajua, tunajua kwamba ni uoga ambao e, wapinzani wako wameupata kwa sababu wanajua e, pengine wakiruhusu e, Watanzania wenyewe wazungumze matokeo yatakuwa tofauti sana na jinsi ambavyo wanavyotarajia. Kwa chama kizima cha Chadema, nataka tuhakikishie kwamba chama cha UDM kinasimama na wewe, kinasimama na nyinyi. Najua uongozi wa Chadema ulikuwa hapa juzi wakakutana na uh, Mheshimiwa Raila Odinga ambaye ndio kinara wangu. Uh, bado na wahakikishia kwamba tutakuwa pamoja kwa sababu vile na, ambavyo nilivyosema hakuna moto ambao unaweza kuchoma nyumba ya jirani ambayo mnapakana ukose kuingia kwako. Sisi tuna imani kwamba tusipozaidia kuzima moto huo ambao umeanza wa kidikteta kule Tanzania, huo moto utatukula na sisi hapa Kenya. Kwa hivyo nataka niwahakikishie sisi, eh, lengo letu si kuingilia maswala ya ndani ya taifa lolote. Lengo langu kama katibu mkuu wa chama ama senata wa kaunti eh, ya Nairobi sio kuingililia maswala ya, ya nchi nyingine, lakini inatupa wasiwasi tunapoona matukio ambayo yanafanyika kule, eh, Dar es Salaam, na sisi tuna marafiki wengi. E, huwa tunazuru Dar es Salaam, wa Watanzania wengi wamo humu Kenya yeah. Na nataka nitoe ahadi kwamba kwa vinywa vyetu, kwa, kwa nguvu zetu ambazo tunazo kwa sasa tutaendelea kusukuma ili Kenya iwe mahali salama. Iwapo mambo yataharibika kule, mujue kwamba kuna ndugu zenu ambao wanawajali na watuko tayari kwa, kwa kithi yani eh, wakati ambapo ama kuwasitiri wakati ambapo kuna mambo ambayo yamekuwa magumu kule nyumbani, na tusukume hili gurudumu la kidemokrasia. Sisi sote pamoja, itakuwa ni kitu cha kufurahisha sana iwapo watu wetu watazidi kuishi kwa amani, iwe ni rahisi kwa Sifuna kuja Dar es Salaam, maeneo mengine kama Arusha, nitembee na Watanzania pia, wajihisi kwamba wako huru kuja Nairobi, wakiwa humu wajisikie huru pasi na kutishwa ama kushikwa na kushurutishwa ama kurudishwa kule nyumbani eh, kwa wadhulumu wao. Kwa hivyo hayo tu ndo mimi ningependa kusema, ni kwamba wazidi kudumisha amani, wazidi kudumisha amani. Taifa ni kubwa zaidi kushinda e, sisi wote e, na hata hawa ambao wako mamlakani kwa sasa, nyinyi wenyewe mmejionea, na wao wataondoka, manake humu humu duniani hakuna mtu ambaye anajua kwamba ataishi milele. Wataondoka hawa kina Suluhu waliopo kwa sasa. E, utakuja na viongozi wengine, lakini kile ambacho tungependa kuona ni kwamba eneo zima la Afrika Mashariki liwe ni eh, paradiso ambayo inashabikia ina, ina sana eh, demokrasia. Kuwe na uhuru wa watu kuzungumza, kufanya biashara eh, kuoana, kujamiana. Unanielewa? Hiyo ndio lengo letu sisi kama viongozi.